Aletoka ni kijana wangu wa wai iyo, kijana ilikuwa asubuhi jana akaniambia kwamba nikaona nkaonazidkona mtotomezidiwa, nikamwambia nika kama unahela hapo uleta twende kutibisha mtoto kanyamazahionipoona menyamaza mii nikamwambia mkamwana nipeleke mtoto hospitali mto, mto, kamwambia ila unisubiri, mimi nakwenda kwanza kijiweni, ana kuna kashu kitu nafanya kule, na kwenda kwanza unisubiri na kuja. Ipo pandisha kwenda kijiweni hapo, sikuchelewa siku, siku, nikarudi, nikarudi nikakuta ile mama amesha tangulia, hayupo. Ipo kuta hayupo, mimi nicho kifanya? Nikasema kwa vile ameenda, nitangulia kuja nimwache inawezekana amemfa hela ya nakwenda kutibisha huyo mtoto katika ya nyumbani. Hapo hapo zimefika saa tano na mama fulani jirani wa hapa kwetu akaniambia, hivi akaniita akaniambia, unajua mkamwana wako amelala pale kwenye kiwanja cha shule. Jana huyo nilikuwa nimeongea naye nikamuuliza mbona we naona mawazo yako hayako vizuri, una nini katika familia yako? Hakunijibu kitu, nikarudia tena nikamuuliza mara ya pili, kulikoni, mbona hunijibu? Hakunijibu kitu kabidi nichukue hatua ya kwenda Murugwanza kuona wagonjwa na baada ya hapo nikapigiwa simu na barozi jirani pamoja na mwenyekiti wa kitongoji kwamba kijana wako ameshajinyonga. Hijo nikwambia kwamba funguweni hiyo nyumba, mwangalie kilichoko ndani, kwa sababu mmeniambia kwamba mnapiga simu inaita haipokelewi, mnapiga simu haipokelewi. Nikwambia funguweni mlango, mwangalie ndani ya nyumba kuna nini Walipoangalia wakaona kuvunja nyumba ile asipo sheria e, sheria kuchukua mkondo wake, ili kujua tatizo ni nini. Wakaona kwamba wawezi kuvunja wao wenyewe bila vyombo vya dola kuwepo, ikabidi waangalie kupitia dirishani, wakatungulia kwenye katundu kadilisha, wakaona jamaa ameshaji jigiriza huko amejifunga na mkanda wa, amejinyonga kwa mkanda wa, wa suruali na pia kuunganisha kipande cha, cha pazia. Hii ni mke okay. Marehemu tatizo liyosababisha marehemu wa za, kwa sababu tulikuwa tumelima mahindi, yale mahindi akayauza bila kuniambia. Nilivyomuuliza, hivi mahindi Umeyauza kwa sababu gani? Hakunijibu, kakaa kina, nikaendelea kumuuliza kakaa kinya, akaniambia hivi tena, we ukendelea kunisemesha nitakupiga nikuuwe, afu nami nijimalizie. Siku hiyo ilikuwa siku ya Jumapili. Nipoona mesema hivyo mimi ni, nikaona ni, ni, nichukue vitu vyangu niende nyumbani ili nipunguze mawazo Ani, nikaenda nyumbani. Nipoenda nyumbani, ipofika siku ya Jumapili, mtoto akashikwa akaugua. Alivyougua sasa hapa nikajiuliza mtoto huyu nifanyeje? Mama kaniambia mpete kwa baba yake. Siku hiyo ya, ya Jumapili nikachukua simu nikampigia wifi yangu hivyo mpigaefu yangu nkamwambia, mtoto naumwa, sasa na nauli ya kunileta sina. Akasema hivi un ngoja, tafutie boda aja kuchukue. Boda alikuja kanchukua, kaja na mtoto akuwa naumwa mpaka nyumbani, ndio fika nyumbani nikakuta kufuri amebadilisha, ameweka kufuri nyingine. Kamtafuta wifi wifi, akampigia simu akamwambia, tuma ufunguo, mke wako ameshafika. Ufunguo ule akautuma, kisha baada ya hapo nikafungua, kaingia ndani. Baada hapo marehemu alipofika nyumbani muda ya saa tatu za usiku, hakunisemesha nami ni kakake. Ivyofika asubuhi, kamwambia mtoto, naumwa tumpeke hospitali. Kasema hivi we, mtoto umempeleka akiwa mzima, na mimi namtaka arude akiwa mzima. Koo, nimesikitika kwanza kusikia tukio hili tena, make huu ni mwezi kama wa pili, imetokea tukio juzi kijiji, yani maenzi hapa ya chini sasa tumesikia tena ile imetokea hapa toka jana, kwa kiasi kwamba tumefika sehemu mpaka tunajiuliza. Unajua, sana wanaondoka ni kama umri mmoja, maana yule alikuwa kijana wa, alioa tu baada ya miezi kama nane akajinyonga. Huyo naye ameoa na mtoto mmoja sasa, yeye amejinyonga. Sasa kwa hali inavyoonekana kwamba wote ni, ni, walikuwa ni vijana hasa, kitu ambacho kidogo ki, kimeleta kime shida kidogo kinatupa shida kama sisi wa, wa wazazi sasa, tunafika sehemu tunajiuliza, watu wengi sasa, kuna kitu ambacho kina kinaonekana kutokea kwamba mtu anaweza akafika sehemu, pengine akawaza aka akafika mwisho, akaamua tu kujitoa uhai, kitu ambacho ni kimoja ambacho tunafikiri kwamba kama watu wana wengi wanapenda kuyaficha mawazo yao sana sana, napenda natamani tu kuwashauri watu kwamba unapofika sehemu ukapata pengine changamoto pengine ya kifamilia, basi tujaribu kushirikisha, kwa sababu unaweza ukawaza ukafika mwisho kutokana na changamoto ulionayo, lakini jambo la msingi ni kukaa na watu. Kama ni vijana, jaribu tu ukae na watu angalau pengine unao kuzidi umri, kaa na wazee, na wazee, watu wazima, ukae nao.